Vita ya Ukraini na Urusi imefika pazuri sana, imefika yale mazingira ambayo mwenye nguvu ndo anaweza akaendelea. Sasa mpango wote unavo unavofikia ndivyo sivyo, yaani mkiwa kikundi cha watu mkatengeneza dili lenu, alafu lisivyoenda mlivyotarajia, lazima kutatokea watu kuanza kulaumiana pasipo kumpa sifa yule adui yenu, nyie kwa nyie mtakuwa mnalaumiana. Sasa ndipo hapa hii vita ya Ukraine ilipofika. Sasa hivi kuna bibi anaitwa Angela Mark. Angela alikuwa ni kansela wa Ujerumani. Huyu ni mwanamke, na sifa kubwa ya mwanamke mwenye akili ni kujali maslahi ya watoto wake, kwa sababu kuna wanawake wenye akili na kuna wanawake hawana akili. Mwanamke asiye na, mwanamke asiye na akili ni yule anayejifananishaga na wanaume mwanamke yani, yeyote ambaye akishajitengenezea kwamba yeye ni sana mwanaume usipige naye stori tena, hata usitengeneze naye rafiki asa. Angela Mark, kipindi cha utawala wake, alipambana kama mama wa Ujerumani kuhakikisha watoto wake wanapata chakula. Kwa hiyo chakula kinapatikana wapi? Urusi. Ikabidi atengeneze mahusiano mazuri na Urusi. Asa ameondoka, Ulaya imeingia vitani na Urusi. Kumbuka kipindi chake kulikuwa na mikataba ile ya Minsk 1 na Minsk 2. Na Angela Mark ameshawekaga wazi kwamba ile mikataba ilikuwa ni kumzubaisha Urusi, huku wakiitengeneza Ukraine kwa ajili ya Ukraine kuja kupigana na Urusi. Huyo ndio mwanamke ambaye ana sifa za kike, kwa sababu mwanamke katika masuala magumu hapashwi kushirikishwa. Kwa sisi tuliokulia shamba tukapewa elimu za kiasili, tulifundishwa kabisa kuna vitu vingine utakii kumshirikisha mke wako Yaani ni kwa faida yenu wewe na mke wako, lakini kwa uzito wa huo mpango hutakiwi kumshirikisha mwanamke. Matokeo ndio inabidi umshirikishe. Kuna mwingine mwenye akili za na kiholiwudi na ki na kidemokrasia atakwambia hakuna. Kumbuka falme za kiafrika zilikuwa zinatanuka kwa kutumia wanaume na sio wanawake, zilianzishwa na wanaume zikatanuliwa na wanaume, lakini wanaozijengaga ni wanawake. Sijui unaelewa hapo. Yaani, mjenzi wa mji ni mwanamke, ila mwanzilishi wa mji ni mwanaume. Sasa hakuna kitu kigumu kama kuanzisha, hapo ndipo pagumu. Ndio maana kwenye kuanzisha utakiwa mshirikishe mwanamke sana, kwa sababu kuna vitu vingine ni vya hatari. Nadhani wale wenye akili ambazo ndizo akili asilia wanaelewa anachokizungumza sasa. Angela Merkel ndio hicho anachotuthibitishia. Kwanza ameshakiri kabisa kwamba Ukraine ilikuwa inaandaliwa kupigana na Urusi. Kwa nini anakiri haya maneno? Kwa sababu ameshaona Ulaya Imesha kufi, imekufa kabisa, yani Urusi kaimaliza Ulaya yote shaona eh? Kwa inabidi huyu mama atoke wazi, aseme kabisa makosa ni yao. Sasa amekuja na kauli nyingine kali vibaya mno, anasema hivi, moja ya watu ambao walitengeneza mazingira mabaya mpaka hii vita ikatokea ni zile nchi za Baltic zikishirikiana na Poland. Nchi za Baltic ni zipi? Nchi za Baltic ni hizi tatu Estonia, Latvia na Lithuania au ndio Baltic kumbuka, aa, wote ni watoto wa Putin kwenye ile Soviet Union yao. Kwa hivi ni vitoto ambavyo vina roho, vimejazwa roho roho mbaya na Marekani kwamba vitalindwa na Marekani maisha yao yote. Sasa Marekani sasa hivi hana habari, anapambana na hali yake. Kwa hiyo ikabidi Bibi bbangela Angela Mark haja aseme wazi kabisa, moja ya watu walio hii vita ni Polandi na Baltiki kwa sababu hivi viko karibu na Urusi na vimejazwa hizo baruti za kuichukia Urusi na Marekani. Sasa badala ya kukubaliana na Urusi waishi vizuri pale, ndo vika, vikatembea vika na akili ya kushikiliwa ya Marekani, vita hiyo hapo imechemuka. Urusi anatembeza drone kila siku Ulaya nzima, sijui kweli, sijui sio kweli, maana kuna zile drone zingine zilikuta Ujerumani zinazunguka Ule jamaa alikamatwa akasema ye haus, ha, hahusiani na Urusi, tuachane na Urus. Tu hiyo kidogo sasa, mpaka Angela anazidi ku, kutoa siri zandani, za ndani za imekuwaje mpaka Urusi aiharibu Ukraine. Hivo maji yamezidi unga, yes na maji akizidi unga, mwanamke hanaga uvumilivu, anafunguka yote kwa amani yake. Hiyo ndio sifa ya mwanamke. Kwa hiyo kila Angela akiguswa kwenye interview kuhusiana na hii vita, yeye ni kufungua kwa ukweli kwamba makosa ni yetu, kwamba yeye aliwa, aliwasianaume kabisa, Urusi hatuiwezi. Na huo ndio ukweli. Kumbuka, kwenye mipango hatari usimshirikishe mwanamke. Mambo yakienda ndivyo sivyo, mwanamke lazima aseme ukweli wote. Ndio Angela Merkel. Baltic na Polandi walikuwa kichwa ngumu. Kwa nini wao kichwa ngumu? Akili yao walifikiri kwamba Marekani ataingilia. Sasa hapa vita ilivyofika pesa hakuna. Nani anayesema haya maneno? Waziri wa mambo ya nje wa jumuiya ya Ulaya, Kaja Kalas, anakuambia wasipochukua pesa za Urusi wakampa Zelenski, walipa kodi wa Ulaya au wa magharibi kwa ujumla, ndio watabeba mzigo wa hii vita, maanake bajeti iliyotengwa kwa ajili ya hii vita imeshaisha. Ukiona mpaka mnapigia mahesabu ya pesa ya Urusi iliyo kwenu, hiyo imeisha hiyo. Yani kuna mtu mwingine atashindwa kuelewa, pesa ya Urusi iliyo Ulaya kivipi Nchi zinafanya biashara na Warusi, wana mali nyingi, kwa hiyo wanafanya biashara sehemu mbalimbali. Kuna mali nyingi sana za Warusi zimekamatwa sehemu mbalimbali. Sasa Zelenski ameenda Ulaya, anawaambia wampe pesa za Urusi aje aendelee kupigana na Urusi. Sijui umeeleweka. Yani, mimi na wewe tuna ugomvi, alafu benki ikazuia hela zangu, alafu wewe ukaenda benki ukawambia benki, nipeni hela za fulani, nikaendelea kugombana naye kwa kutumia hela yake. Sijui umeelewa o mchezo kwa hiyo Ulaya hawana pesa ya kumpa Zelenski. Inabidi sasa Zelenski awaambie kwamba nipeni hiyo pesa ya Urusi niitumie. Sasa wanavutana, tukupe ulipe mishahara huko nchini kwako, au tukalipe kwenye viwanda vya silaha viendelee kukuzalisha silaha. Yaani hali ni mbaya. Achana na hivi vi mashambulizi vya Zelensky ambavyo anapiga sehemu si za kusafishia mafuta, vituo vya umeme Urusi, sawa. Kwa sababu vita ya sasa si ya kukomoana, sio vita kama vita. Sasa Zelensky akipiga hivyo, Urusi akijibu, dunia inatetemeka. Sababu Urusi anaweza akatuma drone akaitia moto nchi nzima, ndugu zangu. Vita ya Ukraine na Urusi ni Rwanda na Tanzania. Yaani Rwanda atanunua mabomu mangapi ya kuipiga Tanzania nzima? Kwa hiyo sasa Zelensky atatafuta silaha kiasi gani ili aweze kuidhuru Urusi nzima. Aingia Ai akilini. Kwa hivi vitu mnavyosikia mara Zelensky sijui kapiga atako sijui Belgorod kakata umeme sijui kinu cha kusafishia mafuta viko vingapi Urusi nzima? Kwa fikiri Urusi hawana akili kwamba rasilimali zetu lazima tuzitawanye nchi nzima, kwamba kuna siku kwa wahuni watatuvamia, alafu kama rasilimali zetu ziko sehemu moja wakizivamia zote wakiziharibu itakuwa hasara. Wanajua hicho kitu. Washajifunza kutoka kwa Hitler. Hii vita kwa Ulaya na Marekani imeshakuwa ngumu. Ndio maana Trump anapambana na hali yake tu. Nchi nzima inataka ikamatwe na jeshi mara sio Venezuela, hana habari. Trump kaulizwa kuhusiana na ile ya start the treaty yao na Warusi wa Putin, alimwambia tuongeze mwaka. Kwanza watu wanaofuatilia masuala ya hizi nuclear treaty, Trump kaampole kamba sawa. Kwa nini kila kitu sasa hivi anachokisema Putin kwa Trump, Trump anasema ndio, especially yale ma mikataba makubwa makubwa ya usalama wa dunia. Manake vita kwa watu wa magharibi na Urusi, its over. Zelenski anaigiza ili abaki madarakani tu, hana nguvu ya kupigana. Ameenda kuomba pesa ya Urusi aje kupigana na Urusi, anachekesha eh? Kwa hiyo Angela Mark ameongeza msumari mngine kwenye ile kesi yake ya kuambia watu wa Ulaya kwamba ni makosa yao kupigana na Urusi. Ni kweli, Dar es Salaam haiwezi kugombana na Morogoro na Mbea na Shinyanga ikajiona najiweza kwa sababu ni makaratasi yanaitwa pesa, watu wa Dar es Salaam watapika, watapika pesa wali. Ni sawasawa na Ulaya kugombana na Urusi. Urusi ndio shamba kubwa la chakula. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanataka kupata update za drone. Hizi drone unazozisikia mara sijui Putin anatusha tu madrone, nchi za Ulaya iko hivi, unajua wa serikali za nchi za Ulaya sio serikali za wananchi wa Ulaya, bali ni vikundi vya wahuni vimechukua nchi na vinaokota kodi kwao zinatumia zile kodi wanavyotaka wao. Hiyo lazima tuweke clear. Ambapo kumbuka, huo ndio uhuni ambao wanataka kutuletea na huku kwetu Afrika. Maana yake serikali sio system ya kuwahudumia raia wake. No, it's a bunch of people, these hooligan people wana run nchi. Kwao, wanachukua pesa wanazitumia wanavyotaka wao. Sasa ili utumie kodi ya mwananchi, lazima utengeneze maelezo yatakayoingia kwenye kichwa cha mwananchi. Kwao, hizo drone ni false flag wanazozitengeneza raia serikali za Ulaya, alafu wana connect na Russia kwamba mnamuona Urusi anatuletea na madroni huku. Kwa hiyo kodi kubwa lazima tuipeleke kwenye maswala ya ulinzi, sio kodi kubwa kusaidia wale walala nje wa Ulaya, miundombinu mibovu, hospitali dao. A -a. kodi kubwa tuipeleke kwenye kutengeneza mamisaili, mavifaru, sijui ma air defense, vitu ambavyo ni nonsense. tumeshindwa kukaa mezani na hiyo Urusi tukaelewana. So, mwisho wa siku bado utaenda kwake kutafuta chakula mafuta. How can you fight with that kind of person? Who feed you? Who light up your street with electricity? Yes, from his country. It's nonsense, ni ujinga. Kwa hizo kelele za drone ni maigizo ya serikali za nchi za Ulaya ili kupata kibali cha kutumia pesa za raia wao kwenye maswala ya, ya kijeshi kitu ambacho ni ujinga. Urusi anadili na mwanaye tu anamfinya anavyotaka siku mwanaye anasema sasa, it's over baba, nitatekeleza ya kwako na vita itaishia hapo hapo. So, updates ni kwamba Angela Mark amekuja kusisitiza kwamba vita ya Urusi na Ulaya au magharibi, ni magharibi kuwa kichwa ngumu, wakiamini wataweza kuipiga Urusi kiuchumi, sio kijeshi. Ah ah, kiuchumi. Sasa kadri vita inavyosonga mbele ndivyo hali inavyokuwa mbaya magharibi yote. Elimikeni msio wasomi.